Siku iliyofuata, nyumbani kwa mke mdogo, Thomas aliamka tena akiwa na aki hali mbaya zaidi. Alikaa kitandani kwa muda mrefu akishika kichwa na sauti yake dhaifu akimwambia mke mdogo, huku akimwambia mke mdogo, nimekuwa kama sielewi akili yangu niko hai lakini si mimi, sijui nimekuwa nani. Mke mdogo alikuja na kikombe cha juisi, kisha akamwambia hii itakusaidia, labda ni msongo wa mawazo tu. Alimpa kikombe cha juisi, lakini Thomas alikataa kisha akamwambia Leo sitaki chochote, acha nipumue kidogo. Mke mdogo alikasirika, lakini alificha kwa tabasamu, kisha akaficha kikombe pembeni. Mimi niliendelea kuangalia kalenda yangu ya kazi, na sikukaa sana, Suzi alinipigia simu akanambia nimepata video, yule Dula na mke mdogo alikutana jana usiku, na kuna sehemu Dula anamkabidhi kijitabu kidogo, labda ni dawa au maagizo ya mganga. Nikamwambia Suzi, nitakutana na wewe leo jioni, huku nikijisemea hii ni zaidi ya mapenzi, ni vita ya maisha ya mtu. Thomas ya alifika kazini kwa shida. Alikaa ofisini kwake, lakini akili yake kuwa kazini, mwili wake ulikuwa mlegevu na macho yalizidi kulegea. Mfanyakazi mmoja aliingia ofisini kisha akamuuliza bosi, unaonekana umechoka sana uko sawa Thomas alijibu niko sawa nipo tu nipo baada ya yule mfanyakazi kutoka Thomas aliinamia meza alianza kulia kimya kimya jioni nilienda nyumbani kwa suzi Nasuuzi alinionyesha ile video iliyorekodiwa kwa simu, kisha akanipa maelezo. Hapa ona, alivyompelekea kitu na hapa anaweka kwenye pochi. Kama hutaki kwenda polisi bado, unaweza kutumia hii kwa mashambulizi ya kimya kimya. Nilimjibu, sihitaji kumuumiza, nahitaji kumwokoa, lakini yeye, kama atachagua kifo, basi nitamsindikiza kwa maombi tu. Siku nyumbani kwa mke mdogo. Mke mdogo alikaa pembeni ya kitanda akimwangalia Thomas akiwa amelala huku ameshika pochi yake. Alitoa kijisanduku cha dawa, kisha akakifunga taratibu. Alitoa vidonge viwili, kisha alipiga simu kwa Dula akamwambia anazidi kuwa mdhaifu. Je, bado unahakika hii ndo njia pekee ya kumweka kwangu? Dula alijibu, ukianza kuchezea moto usilalamike moto ukikuchoma. Tumia dozi ya mwisho kisha mtegemee akikugeuka, unajua pakuja. Asubuhi nilikaa kwenye meza ya chakula nikitazama picha yetu ya ndoa, nilikumbuka siku yetu ya ndoa na vitu vingine vingi. Siku ile ya ndoa mvua ilinyesha kubwa, lakini Thomas na mimi tulibaki kucheza kwenye mvua huku tukicheka. Kama leo tunaweza kucheka kwenye mvua, basi hata dhuruba kubwa tutaiimba kama ngoma tu. Niliahidi kuwa na wewe, mvua na jua, na siwezi kuvunja hiyo ahadi yetu. Nilijikuta tunalia na niliamua kuchukua hatua kwa vitendo. Thomas alizidi kuwa mdhaifu. Mke mdogo alimpa chai yenye dawa, lakini Thomas alitazama kwa mashaka. kwa nini kila ni kila kwako, nahisi vibaya. kwa nini mwili wangu hauitiki? Mke mdogo alimwambia kwa hasira. Unanituhumu Thomas. Mimi ndo nimekuwa nikikuuguza siku hizi. Ungekuwa wapi kama sio mimi? Thomas alitulia lakini alibaki na maswali kichwani. Mchana nilikutana tena na Suzi na nilimpatia Suzi flash drive yenye video ya ushahidi. Suzi alitizama kwa muda kisha alipiga simu kwa mtu wake wa ndani, polisi kisha akamwambia, tunahitaji kuandaa kesi kimya kimya, si tu kwa dawa, bali kwa usaliti na hatari ya maisha. Lakini kumbuka, tunamlinda Thomas, si kumhukumu. Jioni Thomas aliona pochi ya mke mdogo ikiwa wazi, aliona chupa ya vidonge, alivifungua na alishtuka sana. Thomas akajisemea hii hii si dawa ya kawaida kabisa, hizi ni dawa za kisaikolojia. Mke mdogo aliingia ghafla na Thomas alijaribu kuficha. Mke mdogo kwa hasira alisema, unatafuta nini kwenye vitu vyangu? Thomas alijibu kwa hasira zaidi, hivi ni kweli unanitendea haya? Ndio maana kila siku nakuwa kivuli cha nafsi yangu. Mke mdogo aliongea kwa ukali zaidi, Thomas, usinipime. Nilifanya haya kwa ajili ya upendo, usingekuja kwangu bila msaada wangu. Usiku ule nilipokea ujumbe mfupi kutoka kwa Thomas. aliniambia tunaweza, kuongea kuna jambo limenistua. Nilitazama simu kwa muda kisha nikatabasamu kwa huzuni. Thomas aliniomba tukutane mahali pengine na sio nyumbani, mahali ambapo watoto wetu hawatakuwepo. Basi nilichagua kwenda kwenye ile restaurant ambayo tulikuwa tunakula tukiwa vijana. Thomas alinikuta pale nimekaa mezani lakini Thomas alionekana amechoka sana, lakini ndani ya macho yake kulikuwa kunaonekana kuna tafakari mpya. Nilimwangalia tu kwa utulivu. Thomas akasema, kuna vitu vimenistua. Nimeanza kuona kwamba kuna mtu ananichezea akili yangu. Kila nikirudi nyumbani, najihisi si mimi Nilimwambia, nimekuwa nikikuambia, lakini ulikuwa usikii. Ulifikiri upendo ni tamaa na tamaa ni upendo. Thomas aliniambia, lakini wewe, wewe ulikuwa wa kweli, na sijui nilipotea lini. Nilimjibu, ulipotea pale ulipoamua kuwa na familia mbili pasipo ukweli, na sasa mmoja wao anaweka uhai wako rehani. Nyumbani kwa mke mdogo. Mke mdogo alikuwa anaongea na simu na mwanaume wake wa siri, huku akimwambia, Thomas akiondoka kabisa, tutachukua kila kitu, hizi mali, hela, kila kitu, na kisha tuanze maisha yetu. Yule mwanaume alimjibu, na huyo mtoto? Mke mdogo alijibu, Mtoto atakuwa silaha yangu, atanisaidia kuhalalisha kila kitu. Najua Thomas hawezi kumwacha. Tuliongea mengi na Thomas mchana ule, na baadaye nilimkabidhi flash, kisha nikamwambia, angalia hii, nenda nayo mahali salama. Nimekaa kimya kwa muda mrefu, lakini sasa najua Si lazima tukupiganie bali tukuepushe na kifo. Thomas alikubali kwa aibu na huzuni. Thomas alirudi kwa mke mdogo kimya kimya. Mke mdogo akamwambia, leo hujalewa au ni maombi ya huyo mwanamke wa zamani? Thomas akumjibu. Aliingia chumbani na kufunga mlango wake. Mke mdogo alishtuka, alimwita Thomas. Thomas. Thomas. aliingia ndani na kuketi kitandani, kisha akachomeka flashi kwenye laptop na kuanza kuangalia video na kuanza kuangalia video zilizopo kwenye ile flash. Na kama ni mara yako ya kwanza kushiriki katika chaneli hii, usisahau kulike, kusubscribe na kushare, hata kutuachia comment kwa kile ambacho umekipenda.